Siku moja mimi nilikuwa napigana kweli kweli. Niko raka pa shetete yakapashapapa, mashetani kawambia, nawang'oa nawa, nawa, nawa, nawa, macho. Shetani kacheka. Kwa nini unacheka? Tulishang'olewa na wenzako zamani. Yaani kumbe naloshughulika nalo halina macho, walishang'oa wenzangu zamani. Kuna ma... <laughs> Yani, mimi nasema na kung'oa macho likacheka. Ninasema unaning'oa macho mimi? Sina macho, nilishang'olewa na wenzako tayari. Na kwenda kwa kupapasapapasa. Mungu angefungulia kwenye ulimwengu wa roho, yale maneno unayoyazungumza yanang'oaga nini, ungeshangaa sana. Uliowakata masikio wapo, uliowang'oa meno wapo, uliowakata miguu wapo. Shida wewe hujateka vyombo vyao, sasa unateka vyombo vyao. Piga kele! Haleluya! you see, let me tell you something. Niseme kitu ambacho nimewahi kukisema tena, kiko contagious lakini wacha nikiseme. Tulipokuwa Kawe, mfanyabiashara mmoja akanipigia simu. Nisikize vizuri, mfanyabiashara mkubwa kubwa kabisa. Nimekumbuka hiyo kwa sababu leo wakati nakuja nimepita kwenye majengo yake, Baba askofu, saa sita usiku Mungu ananiambia kabisa, nataka nikutane na wewe usiku huu, nina sadaka yangu ya nyumba ya Bwana nikupe saa sita. Nikamwambia mtu wa Mungu, sasa hivi ni saa sita usiku, nipe kesho. Akasema najisikia kabisa moyoni, Bwana ananiambia nikupe usiku, ni kuandikie cheki ya milioni ishirini. Usipige makofi kwa sababu ujui mwisho wake <laughs> nikamsi, tafadhali, sasa hivi ni usiku, tunahitaji kanisani kununua vitiviti viti, viti, viti elfu mbili. Wakati ule viti vilikuwa vinauzwa elfu kumi kumi tunahitaji viti elfu mbili. Hiyo milioni 20 inatosha viti elfu mbili, ila usiku saa sita anasema mtumishi wa Mungu, bwana nawiwa tafadhali. Mimi nikasema nimchukue na mtu mwingine. Kuna mtu mmoja anaitwa Eliya, yuko hai, yuko hapa Dar es Salaam. Kawambia Elia, twende. Nikamwingiza kwenye gari, tukakutana huyo bwana mahala fulani. Akaniambia njoo mahala fulani, nikaenda mpaka pale nikamkuta ananisubiri usiku sana, saa sita na nusu imekuwa semelekea saa saba, ana cheki mkononi. Sikiliza vizuri, akaniambia mtumishi wa Mungu, unaliona hili jengo? Nikaona pembeni jengo liko limefika kama gorofa ya nane hivi. jengo langu hili ninaomba tu ndio li, limejengwa sasa, linamwagwa mwagwa zege, lina mirunda, limefika sasa gorofa ya nane. Akaniambia Mungu ameniambia tupande kule juu, na wewe Halafu hiyo cheki nikaiandikia kule juu. Nikamwambia si salama, kwa kuwa kwanza jengo lenyewe lina mirunda tu. asama Bwana amesema tupande kule juu. Jumani nilikwambia usishangilie, nilikuonya, nilikuonya kuhusu kushangilia shangilia kila unaposikia maokoto unashangilia, na hujajua mwisho wake ni nini? I told you. Sikukwambia au nilikwambia? Narudia, sikukwambia au nilikwambia? Si unashangilia kila kitu. Nikamwambia bwana, ni usiku saa saba sasa hivi. Tukabishana mpaka saa nane, njiani tumesimama. Nikamwambia bwana, bwana amekwambia, bwana ameniambia nipande na wewe kule juu, nikaandikie cheki kule juu nikamwambia si salama, ni usiku, ni saa nane sasa, lakini nitakuja kesho mchana, tutapanda na we kule juu, nitakuja na watu wenzangu tuombe kwa pamoja. Akini cha ajabu anatetemeka mwili mzima hivi, yaani, hivi kama ninavyokuambia hivi. Nikamwambia bwana, sikiliza, imeelekea sasa nane na nusu, andika hiyo cheki iliyonitia. Nilipomwona natetemeka, andika cheki andika cheki ulionitia, saa sita usiku, kupanda juu kesho saa nne nitakuja kupanda. Kinachonishangaza anatetemeka hivi kabisa, mimi tayari nikawa nimeshajua. Andika, akaanza kuandika, anatetemeka. Anaanza hiyo pay cash milioni ishirini, mi saifau cheki, fungua cheki, asaini hapo juu Anamaliza kusign, lete cheki, anatetemeka. Yani hivi cheki inadondoka chini, yokota. Nikamwambia nenda nyumbani, kesho saa nne kamili nitakuja, tupande kwenye juu jengo, itakuwa, itakuwa mchana, asubuhi. Hasemi ndio wala hapana, anatetemeka hivi. Nikamwambia mwenzangu, twende. Tukaenda, si cheki imeandikwa. Mimi nikaamkia benki asubuhi, CRDB si nikachukue kwanza hiyo hela alafu ili saa nne tukafanya nini tukapande kwenye lile jengo aliloomba. Nimemwambia saa nne mi saa mbili kamili niko benki. Nafika benki, kwa sababu ni hela nyingi, nikaenda moja kwa moja kwa meneja, hela hii hapa nilipe. Ameandika cheki, akasema huyu mtu amepiga simu asubuhi, amesema, Gwajima atakuja, ana cheki, nimemwandikia milioni ishirini msimlipe hiyo cheki ni batili, ananiambia huyo manager. Nikamwambia mpigie simu, mimi niongee naye kwa simu yako. Kwa hiyo manager akampigia. Halo, halo, nikasema naomba simu. Nikamwambia mimi ni askofu Gwajima, uliye nisainia cheki, nimeweka loudspeaker, laspika, uliye nisainikia cheki usiku jana, sana na nusu nimekuja kuchukua hizo hela. Eh, tumewambia kwamba nisichukue? Ah, ah, hapana, uh, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua, chukua. Nikamwambia yule meneja, umesikia? Basi nakupa. Akasaini ile cheki milioni ishirini, nikachukua, nikaenda. Nilipochukua nikampa kijana wangu, nenda kanunue viti, pereka kanisani. Wakati mimi sasa naenda kwake, situkapande kwenye lile jengo, nikampigia simu. Halo, halo, uko wapi? niko mahali fulani na kuja sasa, twende tukaombe kama ulivyokuwa unasema usiku. Asema, samani askofu, nimegaili. Namuuliza, umegaili nini? ile hela nimeshalipwa. Asema, eh, hey, umeshalipwa, endelea tu, ndio tuna shughuli zako. hiyo hela mi nimegaili. Umegaili maombi uliyoyaomba nimegaili bwana. Usin, usinilazimishe bwana, mi nimegaili bwana. Bwana nifatafata. Hela nimekupa unanifatafata kwa nini? Tuachane na mimi. Nikasema, kwani naongea na nani? kwa sababu nifatafata bwana. Nikaacha siku tatu, akaja mfanyabiashara mwingine akaniambia, Gwajima, kama Mungu uko naye nini, mimi na fulani akamtaja mfanyabiashara, tulikwenda mahala fulani chini ya maji live alinipeleka. Yeye ana magorofa hapa mjini mengi, tukaenda kumuuliza mkuu, ila mkuu tuliyekwenda kwake ana pembe kama za mbuzi. Akauliza ili nitajirike, akamwambia yule mkuu, ili utajirike kuna mtu na kuagiza ukampandishe kwenye jengo lako usiku, alafu msukume akifia kwenye jengo lako, ananyota kali utatajirika. Anasema mimi nilikuwa naye na wakati anakupigia simu uje, tulikuwa wote, yaani ule kugoma kupanda kwenye jengo juu, una Mungu ndiyo maana, kesho yake hajataka tena. Aliambiwa wewe una nyota kali Ukifia kwake atatajirika, hafi mtu hapa. Kwa nini nimekwambia hayo? Wewe unatafutwa bila kujua. Wewe ni mtu mwenye nguvu kivyako vyako, umeomba ama ujaomba, wewe ni mwenye nguvu. Sasa ni saa ya kuwaendea, hebu sema nawaendea.